ukia kwenye haya maombi mwambie Mungu akutoe, mwambie Mungu akutoe mahali umekwama, mahali umekwama, mahali umekwama, mahali umekwamishwa, fedha ilozuiwa, fedha ilozuiwa, watu wa hatima yako, watu wa hatima yako, watu wa hatima yako waliozuiliwa, watu wa hatima yako waliozuiliwa, watu wa ndoto yako waliozuiliwa, watu wa hatima yako waliozuiliwa, waliozuiliwa Watu wengine wamechafuliwa kwao, umechafuliwa kwao, umechafuliwa kwao, umechafuliwa kwao, umechafuliwa kwao, ili usipate msaada, umechafuliwa kwao, lakini Mungu anakutakasa kupitia maombi haya ya kufunga ya siku ishirini na moja, ya siku ishirini na moja, Mungu anakutakasa, Mungu anakutakasa, Mungu anakutakasa, Mungu anakutakasa, Mungu anakutakasa, Mungu anakutakasa

liokukwamisha omba, omba, omba Mungu. Anasema, nitakutoa mahali umekwama.

inajitoa mahali nimekwama, inajitoa mahali nimekwama, inajitoa mahali nimekwamishwa, inajitoa mahali nimekwamishwa, inajitoa mahali nimekwamishwa, inajitoa mahali nimekwamishwa, wachawi wote, waganga wote, inajitoa najitoa kwa jina la Yesu, najitoa kwa jina la Yesu, najitoa kwa damu ya Yesu, na kutoa maana umekwama, na kutoa maana umekwama hapa ulipo, na kutoa na kutoa nakutoa kwa jina la Yesu, nina kutoa kwa jina la Yesu, nina kutoa kwa jina la Yesu. Wanaosema utafanikiwa, nakemea roho ya kukukwamisha, na nakemea hiyo madhabahu, nakemea hiyo madhabahu, nakemea hiyo madhabahu, nakemea hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu, navunja hiyo madhabahu, nang'oa hiyo madhabahu. Roho za giza, roho za giza, jitoe! Omba omba, omba. Omba, inaona gofu ya Mungu, inaona gofu ya Mungu, watu wanapona, watu wanafunguliwa, naona roho ya kuvuka, naona roho ya kuvuka, naona roho ya kuvuka, naona roho ya kuvuka, naona roho ya kuvuka, naona roho ya kuvuka, naona roho ya kuvuka, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka, watu wanavuka

wanazoka omba kwa nia moja, omba kwa moyo mmoja

Kuna neema kubwa, kuna neema kubwa ya kutovusha, kuna neema kubwa ya kutovusha kwa jina la Yesu, kuna neema

umekwamishwa hapo, umekwama, kuna neema kubwa ya kuvushwa hapo umekwamishwa hapo, umekwama, kuna neema kubwa ya kuvushwa. Kuna neema kubwa, kuna neema kubwa wapendwa, kuna neema omba, omba, omba, omba, jitoe mali umekwama, jitoe mali umekwama, jitoe mali umekwama, jitoe mali umekwama, jitoe mali umekwama, jitoe, endelea

endelea endelea endelea endelea endelea endelea endelea, endelea endelea. Jitoe mali umekwama, jitoe mali umekwama, jitoe mali umekwama, jitoe mali umekwama, mali umekwama. jitoe kwa jina la Yesu. Jitoe mali umekwamishwa, fedha yako imezuiwa, jitoe jitoe jitoe, raba baba, raba baba, raba baba.

Jitoe, jitoe, jitoe, hapo ulimekwama. Jitoe hapa umekwama, jitoe hapa umekwama

Ra baba baba, ra baba baba, ra baba baba, inaachilia Mungu, inaachilia nguvu ya Mungu, inaachilia nguvu ya Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ra baba baba, ra baba baba, ra baba baba, najitoa mahali nimekwamishwa,